Wa wow, wow, wow, wow, ogopa ma DCI. Yaani hawa watu kweli wanafanya kazi. Unacheki huyu jamaa mwenyako hapo hivyo na hizo mitungi. Utafikiria huyu jamaa anachota maji ama amebeba maji. Kumbe wapi? Yaani kumbe watu anabeba vitu kwa hizo mitungi. Na unaona hii ni barabara place hata yenye yawezi imagine. Oh, hata hakuna place ya kuchota maji cause hii side ingine hakuna place ya kuchota maji. Kwenye ametoka hakuna place kuchota maji, so huyu jamaa ameshukishwa kwa gari, niyo gari ni kama ni watu wabaya kozi, yeye ameshuka tu hapo, hiyo gari ikaendelea na shughuli. Alafu kumbe huyu jamaa alikuwa anatreiliwa na maDCI, yani maDCI alikuwa anamfuata, so hapo hivi ona, yani alienda tu kuvuka hivi, maDCI ndio hao na yeye pa chini hey, kwenda kukonfamu. Kumbe mazee huyu jamaa amebeba marisasi ndani ya hiyo mtungi. And then, ndani hizo marisasi amechanganya na pauda fulani hivi na kaa unga unga. So haiwezi, hizo marisasi haziwezi jigonga gonga ati ukafikiria ati u oh, ukakuwa suspicious ama ukaweza kushuku ati kuna kitu mbaya hapo, hapana. So kumbe huyu jamaa amekuwa akitafutwa na DCI yae. Then ni kama tu kulikuwa na mwingine hapa alikuwa anamonitor, cause haisubari ilitokea tu huko, ruru imesimamisha hapo mbele, pa chini hey! Mi hata nimeshtuka, nimeshtuka kabisa, ngoja tu nataka kuona. Eh. No, ukimwangalia tu hivi hatuwezi imagine mtu amebeba vitu mbaya hapo. No. Kumbe mazee, marisasi ziko hapo na ndani hizo marisasi azinapo ndani hiyo mtungi, kuna paude fulani. Hiyo paude ndio inasaidia hizo marisasi zisipigapige kelele ile ya kwacha kwacha kwacha. Sijui kama mnaelewa kitu nasema. Eh, so ngoja tu ucheke hapa venye ma-DCI wanakuja wana mi hata nimeshtuka. Anyway, hii stori yote ni uongo. Keep on watching my videos. Nawapenda sana, bye. <laughs>